We well, wachani share experience hii hapa ambayo naamini kuna wengi ambao wanaweza kuwa na experience hii pia. Jana Diamond Platnumz alishare hii hapa video kwenye Snapchat, okay. Sasa inamwonyesha akiwa hospitali akitolewa uchafu masikioni ama ear wax ambao umekusanyika umekuwa mwingi sana, umetengeneza kama jiwe hivi. Sasa kwa wewe ambaye hujawahi kupata hili tatizo, unaweza ukahisi kama ni kitu cha kawaida sana, lakini huwezi amini, ina kinoma noma. Sasa mimi hii hapa iliwahi kunipata kama miaka kama miwili iliyopita, kabla sijagundua ni kitu gani ambacho. Nilishangaa tu sikio langu upande wa kushoto linaacha kusikia. Yani, ukiwa unasikiliza muziki kwa mfano ama mtu anagonga, alafu nikawa nimeziba sikio la kulia naacha kusikia kabisa yani, nikiziba e, hili sikio la kulia ambalo liko fresh, la kushoto ambalo linakuwa chafu, unaacha kusikia kitu chochote. Yani, nilikuwa najiuliza hivi, napata tatizo gani? Au ni kwa sababu navaa headphone sana, au ni nini hasa hiki ambacho kimenitokea? Kulikuwa na frustrate sana, kwa sababu na shindwa kusikia kawaida. Yani unajua, a, kuna vitu naweza kuwa navichukulia kawaida, lakini huwezi amini, hata sikio moja likiwa halisikii vizuri unajisikia vibaya sana kwa, e, nikawa na hiyo hearing loss, nikawa na Google sana mpaka ni, nikawa nahisi kwamba pengine aisee, hivi naenda kuwa e, kutosikia kabisa hivi shida ni nini? Na sometime nilipokuwa nafanya interview, kuna muda nakuwa sisikii vizuri, yani unakuwa unamsikiliza mtu lakini unamsikia kwa mbali au wakati mnakuwa mnazungumza na mtu unapata tabu kusikia vizuri. Kwa hiyo nikaa, na nimepuuzia sijaenda hospitali na nikawa naishi nalo. Uh, sasa nikasema wache niende hospitali siku moja. Ok, so nikaenda Sanitas, bahati mbaya ilishafungwa siku hizi, lakini ndio walionisaidia. Kwa hiyo nikafanyiwa hii process ambayo eh, Diamond anafanya hapa. Kwanza unamiminiwa eh, dawa fulani hivi, unakaa umetulia hivi, unainamisha kichwa, alafu lile sikio lina shida linakuwa juu sasa akaingiza hivi vidude hivi ambavyo unaona Diamond anaingiziwa na hivi masikioni bana, lilitolewa dude hilo kubwa, nikuwa mara mbili ya hili ambalo Diamond wamemtolea kubwa sana, jiwe kabisa. Pale pale sikio langu lika likafunguka, nikaanza kusikia kwa mara ya kwanza ndani ya muda mrefu sana vizuri tena, yani nikuwa kama vile nimekombolewa. Ndio maana nimependa kushea hiki kitu, pengine wewe unaweza kaa tatizo kama hili pia, halafu na Google unauliza, hujui kwamba pengine itakuwa ni uchafu tu masikioni ambao umejikusanya kwa miaka mingi sana huo uchafu hiyo earwax ambayo inaziba sikio lako na unaacha kuona na kusikia vizuri. Au sio? Kwa hiyo sio tatizo kubwa sana, lakini ni kubwa kwa sababu unaacha kusikia vizuri. Sasa imagine ukiwa na earwax katika masikio yote. Maana yake unaacha kusikia kabisa. Unaanza kuhisi labda pengine umepata ulemavu wa kutosikia. Kwa hiyo na share hii kutokana na experience ya Diamond, naamini kuna wengine pia na mimi pia ambao wamewahi kuwa na hii situation, na labda hawajui kwamba hilo ni tatizo ambalo unaweza kuenda hospitali tu waka sasa hiyo unaweza kusema labda ni, uh, jaribu kufanya nyumbani ni, ni, hiyo nilikuwa nafanya sana nyumbani. Na, natumia pamba za masikioni lakini tatizo lilikuwa mna na mbaya zaidi ni kwamba pamba za masikioni inakuwa inausogeza zaidi ule uchafu kwenda ndani ya sikio, kwa hiyo sometimes inaweza kuwa inaongeza tatizo. Kwa hiyo ukienda hospitali, maana yake unaweza kusolve hili tatizo kama Diamond ambaye amesolve hivi, kwa sababu amesema yeye mwenyewe hapo umemsikia, alikuwa hasikii kabisa, na hiyo ni shida